Unajua, ndoa sio kitu cha kama cha kwenda dukani unanunua viatu, vikikubana unarudisha au unampatia vinayemtosha, au sio? Nguo unanunua unasema, ah, naona basi nafikiri sikuchagua vizuri, sitaivaa, unaiacha. Ndoa ni kati ya uchaguzi wa hali ya juu sana ambao Uh, mtu hapaswi kucheza nao. Unahusu maisha ya kudumu ya hapa duniani, lakini pia maisha ya milele ya mbinguni. Na kwa hiyo kati ya chaguzi ambazo mwanadamu huwezi kucheza nazo ni kuchagua mwenzi wa maisha yaani, kati ya chagua vitu vingine vyovyote, kosea kosea, hata namna unavyojenga nyumba. Kosea hata namna utakavyonunua sijui gari au kitu gani, lakini usikosee kuchagua mwenzi wa maisha. Sasa ninapozungumzia juu ya kuendana nina maana gani? Unajua naposema kuendana, nimewasikia hawa uh, vijana wakizungumza juu ya unene na urefu na kadhalika ni zaidi ya hayo. Napozungumza kuendana, sina maana kwamba mfike katika ndoa mkiwa uniform, mtaboa. Pia katika ndoa lazima kuwe na tofauti, na zile tofauti ndizo zinazotusaidia kujengana. Mtu akiwa tofauti haimaanishi kwamba ni mbaya, isipokuwa anakuwa tofauti hizi ajazirizie kile ambacho huna au kuleta eh, kuongeza uzuri wa vile mnavyoweza kuwa navyo, lakini kuna wakati ambapo tofauti zile zinachangia katika kuharibu ndoa, na hizi tofauti ndizo tunapaswa kuziangalia. Kwa hiyo wale unapotafuta unapo mchumba au unapotafuta eh, mwenzi wa maisha unapaswa kuangalia zile tofauti unazoziona. Je, hizi ni tofauti ambazo zinaweza zikafanyiwa kazi au tofauti ambazo tunaweza tukazistahimili. Ukiona ni kitu ambacho hata ungefanyaje hakiwezi kubadilika au ni si rahisi kukistahimili, ni bora kuacha. Naona binti amependeza, ametembea bichi, amemwona amependeza. Na ni kitu cha kawaida, anasikia moyoni kitu fulani kinafanya anasema, binti yule nimempenda, na kwa sababu moyoni ameshakaribisha jambo fulani ha, hana nafasi, anataka kuharakisha, anaona huyu binti atanipita, au wakiona eh, binti akisikia kijana anaimba vizuri kanisani anafikiri mambo yote ya ndoa ni katika kuimba. Maana siku kikivurugana, hata hiyo sauti ulioisikia hutakaoisikia kwa hiyo ni bora kuchagua vizuri. Kwa hiyo kila mwaka wanandoa wengi wanatarikiana kwa sababu ya kutoendana. Kwa hiyo kabla ya ndoa, kabla ya ndoa, ndio wakati wa kuangalia kama kweli huyu mtu tunaweza tukaendana, tunaweza tukasaidiana vizuri, tunaweza kuvumiliana, tunaweza tuka hili tukavuka nalo kwa pamoja ila mnapoingia kwenye ndoa sasa sio wakati tena wa kuangalia kama mnaendana. Ni lazima viatu ulivyovinunua vikae, kama vinabana uvivae. Na nielewa vizuri, kama kiatu kinakubana na wewe ulichagua kinachobana, ni lazima ung'ang'ane kikutoshe. Kwenye ndoa sio mahali pa kubadilishia, ila katika ndoa tunapaswa kustawisha sasa zile tofauti tuzishangilie sio wakati wa kuzitengeneza. Um, katika Biblia kitabu cha Mwanzo sura ya pili fungu la kumi na nane neno la Mungu nasema Mungu um, akasema si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mungu alipowaumba wanadamu wa kwanza hao aliwahakikishia kwamba waendane, alimletea wakufanana naye, hakumletea ambaye alifanana na wale wanyama aliokuwa wamewaona. Sasa leo tutaangalia funguo kama saba. Hapa nimeandika sita, nafikiri nimekosea ni saba, nimeandika ni funguo sita za kwanza lakini ziko funguo saba ambazo zinaweza zikakusaidia kuona kama ni kweli huyu mtu tunaendana. Ni vitu vya muhimu sana kuzingatia. Mambo mengine madogo madogo yanaweza yakawa sawa tu, ya, ya, ya kusaidiana na ni, ni ya kuleta uzuri. Vitu vikitofautiana vinaleta uzuri. Hata hivyo, mwanamke na mwanamume tayari ni tofauti, kuna vitu tunatofautiana. Mmoja anaweza kuwa mwimbaji mzuri, mwingine uimbaji sio kitu chake mwingine anapenda kutazama mpira, mwingine anatapenda kusikiliza nyimbo. Hizo sio tofauti kubwa za kuwafanya watu mseme kwamba hatuendani, lakini kuna mambo ambayo nataka tuyaangalie. Jambo la kwanza ni umri. Umri ah, kwa nini tunazungumzia umri? Siku hizi watu wanasema age is just a number. Nani alikudanganya? Vijana wanaongea hivyo Unakuta kasichana ka, ka miaka kumi na nane kanaolewa na kijana na, na, na, na mwanamme wa miaka hamsini hamsini na sita yuko naye na wa, wa, kwanza kunakuwa na shida. Jamii yenyewe inasema kwamba yule binti amefuata pesa, ndicho wanachomwambia kabla hata hawajajua kilichompeleka kule. Kwa hiyo stigma au unyanyapaaji unakuja kwanza lakini pia katika um, ule mzunguko wa maisha kuna vitu ambavyo uh, vinatokea ndani ya mwanadamu katika umri fulani. Binti wa miaka ishirini ana nguvu, anakimbia, ana vipaumbele vyake, ana marafiki wa umri wake ambao anawafurahia. Kuna vipaumbele anavyovifurahia. Wewe mzee wa miaka hamsini utakimbizana saa ngapi na binti wa miaka ishirini? akipata mtoto akisema baba nisaidie huwezi kuharakisha kama angekuwa ana kijana mwenzake katika kumsaidia kwa hiyo lazima changamoto zipatikane nazungumza hivi hasa nikiambia hasa akina baba baba anapata shida labda anaachika au anafiwa na mke yeye ana miaka sitini anaenda kutafuta binti wa miaka ishirini na tano baba unatafuta kifo maana stress zitakumaliza, huwezi kukimbizana na kijana mdogo. Ili uangalie vizuri, kwanza angalia watoto wako wenyewe, wanakukata chenga hata kwenye mitandao ya kijamii sasa. Huyu mke utamwezi, humwezi Halafu tofauti kubwa ya umri inaweza kusababisha kabisa kutoendana katika mambo, na inaweza kuleta migogoro mikubwa katika ndoa. Kwa yule mwanaume anaweza kafa na stress akiona binti anasalimiana na na vijana wenzake, anafikiri hawanamchukua, anajisikia hayuko hapimi sawasawa. Kwa hiyo uh, wasiwasi muda wote, haiwezi kuwa jambo rahisi. Watu wanasema miaka katikati, kati ya tofauti ya mwaka mmoja hadi mitatu inaweza kuwa miaka mizuri ambayo mko katika rika moja, na ikizidi sana usifike miaka kumi ya tofauti kati yenu, itawasaidia kuendana vizuri, hata mnajadili vitu sawasawa. Um, kitu kingine ni elimu. Ninapozungumzia juu ya elimu, sina maana kwamba siyo. Nikuelezee, ninapozungumza juu ya elimu, ninazungumza kwamba watu wanakuwa na viwango tofauti vya elimu. Kinamna fulani, wanaume wanajitahidi, unajua wanaume anaweza akaoa mwanamke wa darasa la saba na yeye ana PhD na bado akamleta mahali fulani na wakakaa vizuri, na mwanaume asipate shida, lakini mwanamke mwenye elimu ya juu na aolewe na mwanamme asiye na elimu ya juu, tatizo kubwa limeanza. Mwanamke kwanza, labda anaweza akawa na kiburi, anaweza akaona kwamba uh, uh, unavyochangia kimawazo mnaweza usichangie sawa. Halafu kampani yake yule mwenye elimu na asiye na elimu zinatofautiana, zinaweza zikaleta shida, lakini pia wanaume wanajisikia duni, hasa anapo labda unapo mchallenge kwa jambo fulani, anahisi umemdharau, hata kama hukumaanisha kumdharau, kwa sababu ule upeo wako wa kuelewa jambo huenda ni tofauti. Shughuli zenu zitatofautiana sana, maana wale unao changamana nao ni tofauti, na vinaweza vikaleta kuwatenganisha katika ndoa. Badala ya kukaribiana zaidi, mtatengana kwa hiyo Sina maana kwamba mtu akiwa na elimu kubwa wewe una elimu ndogo labda huyo asiwe chaguo lako. Ila ninachokisema kwamba tambua kuna uwezekano wa kuwa na tatizo, na hivyo kabla unapoamua kuingia kwenye ndoa uingie ukijua kwamba ulichagua. Jambo lingine ni afya. Kitabu cha Yohana sura ya pili uh, Yohana watatu fungu la pili anasema mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na, na, na, katika afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Unajua, uangalie afya ya mwenzi wako mtarajiwa. Je, kuna magonjwa ambayo ni ya kurithi? Je, kuna changamoto za kiafya ambazo unajua kwamba katika ndoa utaendelea kukabiliana nazo ili kama kweli utaamua kumchukua, usimchukue kwa sababu umemhurumia. Umchukue kwa sababu unataka kujenga nyumba pamoja na yeye, na kuna vitu ambavyo ni vizuri kwa huyu mtu vinavyozidi ile hali mbaya ya afya unayoiona na umejipanga kukabiliana nayo, lakini vinginevyo ujadili vizuri. Ndio maana tunasema usikute msichana au kijana kwenye Facebook au mitandao ya kijamii ukajenga urafiki na kusema mkapanga na habari ya ndoa, kabla hamjajadili mambo yanayohusu vitu vya muhimu kama afya. Yaangalie, kwa sababu vile unavyojisikia katika moyo hutaweza kujisikia baadaye ile, ile mhemko ukiisha. Kwa hiyo ingia kwenye ndoa kwa kufikiri, sio kwa kutumia mhemko um, Uh, binti anasema ananijali, amekuletea ua kwenye Valentine, amekutumia meseji za furaha na vitu kama hivyo. Nenda zaidi ya hapo, nenda kwenye kina, angalia vitu vinavyoleta maana katika mahusiano baada ya ndoa, maana hiyo hali mlio nayo haitadumu mnapoingia kwenye majukumu ndani ya ndoa. Uh, jingine linalopaswa uh, kuangaliwa kwenye afya Usiangalie tu afya ya za, changa, ambazo, changamoto za kiafya alizonazo yule mtu, angalie hata tabia za kiafya. Mwingine unaona ni mlevi, unasema ah, tukisha tukishaoana ataacha. Unaona ah, ah, ah, ah, hana mpango, hashughuliki ah, ah, ah, hajishughulishi kimwili. Unaona mazoea ya kula, anakulaje, anakunywa nini? Angalia hivyo vitu, hizo tunaita the red flags. Hivyo vitaweza kuwepo katika familia na kama inawezekana kuvijadili na anaweza kuviacha, na unaona inawezekana, basi kazi kwako. Lakini habari ya afya ni ya muhimu sana kuijua. Uh, jambo lingine ni utamaduni. Kuna um, hapa ndani ya nchi yetu kama Tanzania uh, tamaduni zetu zinafanana fanana, na habari ya ukabila sio shida watu wanaweza kuoana kutoka kabila moja hadi jingine, na hata katika nchi hii Afrika, lakini kuna tamaduni ambazo unaweza ukajikuta umekwenda, eh, umechangamana na mtu ambaye mmetofautiana sana, na tamaduni hizi zikaleta mgogoro. Napozungumza tamaduni, ninakwenda mbali zaidi ya kuwa kabila au taifa kwa sababu au hata rangi. Kuna watu wanaweza kuwa wa rangi mbili tofauti, lakini wamekulia na kulelewa katika mazingira yanayofanana, wanaweza wakamudu ndoa pamoja. Lakini unakuta umeleta mtu ambaye utamaduni wake ni tofauti, anakwambia mimi, hakikisha wazazi wako hawaingii nyumbani kwangu, mimi sisi ni sisi wawili. Kiafrika hilo wapi na wapi? Haliwezekani. Kwa hiyo angalia yale mambo ambayo ni magumu yanayopaswa kushughulikiwa katika tamaduni, muyafanyie kazi kabla ya kuoana. Vijana wetu mara nyingi akienda huko Ulaya au akienda nje, ana anabanwa na visichana, lakini hivi visichana havijui kwamba Afrika kukoje. A, wakifika anaona mambo ni mlima. E, jambo lingine ni maadili ya familia. E, kitabu cha Ezekieli sura ya 16 fungu la 44 na 45. Hebu kasome hilo fungu lakini kwa ufupi nasema kama mama wa mtu alivyo ndivyo na alivyo binti yake. Angalia hawa watu wanaishije. Huu ni mfano hasa katika familia. Hawa watu wana ukarimu, wanashirikiana wengine wana ushirikina, wengine wana tabia, hawapatani na majirani. Wewe ukimleta kwako ataendeleza kile kile alichokiona kwao. Ninapozungumza hivi, sina maana kwamba watu wote lazima wawe have hivyo. Kuna wengine wanaweza kuwa wachamungu katikati ya watu ambao si wachamungu. Timotheo tunaambiwa kwamba alikuwa kijana mchamungu kwa sababu alijifunza kwa mama yake na bibi yake Loisi walimfundisha kwa hiyo angalia huyu unayemleta anatoka wapi wazazi wake wakoje ndugu zake wakoje maisha yao mtindo wao wa maisha ukoje wewe akija kwenu uh, akija kwako mnaweza mkakubaliana katika yale maadili uliyonayo kwenu na yale ya kwao kwa sababu mnakutana mkiwa mmekomaa Nakumbuka mhubiri wetu alisema, mnakutana mkiwa wote na meno thelathini na mbili, kukunjwa si rahisi. Kwa hiyo chunguza, kwa hiyo nyumbani, ambapo watoto wahuona mifano ya kuiga, mifano mizuri, viwango vya tabia. Angalia hata wazazi. Je, hawa wazazi wanaelewana? Wana mahali pazuri pa kujifunza au huyu baba, baba yake na mama yake ni, ni ndoa ya ngapi ambayo wako nayo? Kwa hiyo kama nilivyosema, kuna watu pia wanabadilika. Kama mtoto Yosia, tunajua alizaliwa kwa wazazi wajeuri, wazazi wa asi, wazazi wa pagani waliomwacha Mungu, lakini Yosia akaja akawa mcha Mungu. Kuna tofauti kama hizo, lakini ni jambo la kuzingatia na kuliangalia vizuri. Jingine ni haiba haiba tofauti. Kuna haiba kwa ujumla zina, eh, kuna nadharia nyingi za kuelezea haiba, lakini tuchukue hii haiba, hii nadharia ambayo ni common labda una unayempenda unampenda kwa sababu labda ni sangwini, ni mcheshi, ni mtu muwazi, mzungumzaji, mwenye mvuto ambaye kila mmoja anamfurahia. Na wewe kwa sababu ni mkimya, huyu mtu anakuvutia, na yeye kwa sababu wewe unamsikiliza, anaona hamgombani stage, kwa hiyo mnafurahiana, lakini mkiwa kwenye ndoa, hili hili linaweza kuwa shida. Unaona, unaanza kumwona kama anaropoka, unaanza kuona kama huyu hi, mtu jamani si utulie. Na mwingine anakuona kama wewe ni maiti, maana huongei. Hata kuongea inaweza kuwa sababu ya, ya kufanyaje ya, ya kugombana. Ila sasa kama unaona hiyo ni hali unaweza kuimudu, basi endelea, lakini ujue hili ulichunguze. Mwingine labda ni kolerik kama Paulo, anataka kazi kwa bidii anafanya kazi kwa vitendo na ni mwenye maamuzi thabiti. Uangalie kama wewe utastahimili na unaweza ukavumilia huyu mtu ambaye anataka kwamba ufanye anachotaka, anafanya maamuzi yeye mwenyewe na ana bidii, basi fanya. Lakini kama wewe ni mzembe, kwa mfano, hamtaelewana na huyu mtu. Eh, mwingine labda ni huyu phlegmatic. Phlegmatic ndio wale wakati mwingine anaweza kuwa mvivu, mvivu lakini ni mtu wa amani, mtulivu, anaunga mkono kwa amani. eh, huyu mtu akiwa, ah, na koleri labda inaweza kuwa ni shida, lakini ni lazima mjadili vitu hivi mjue. Au mwingine haiba yake ni ya melankholi kama msa ni mchambuzi ni mwenye hisia ni mbunifu ni mtaratibu ni mtu wa kuangalia vitu kwa kina, hata uh, hata pesa ndani ya familia anazihesabu vizuri, anaziangalia, anapangilia bajeti vizuri. Lakini sanguini yeye ni mtu wa kufanya eh, haraka, hata anasahau vitu vingine alivyoviweka. Kwa hiyo angalia kwamba huyu ninayemwoa ana haiba ya namna gani, personality yake ikoje? Sasa ni jambo gani la kushauri ikiwa habado hujaolewa wewe au kuoa? Pima tofauti hizi kwa makini, ziangalie kwa makini kabisa. Bora uvunje ndoa uvunje uchumba kuliko kuvunja ndoa, na pata ushauri. Sikiliza watu wazima, sikiliza wazazi, wanakuitakia mema, usifuate mihemko. Lakini kama umeshaolewa au kuoa basi heshimu hizo tofauti mlizo nazo, ona mtakavyozifanyia kazi usiache. Lakini kuna ufunguo mkuu, tumezungumzia fungu juu ya funguo sita. Ufunguo mkuu huu ni umoja katika imani, kukubaliana katika imani. Waisraeli katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati waliambiwa kwamba wao wanamwogopa Mungu, kwa hiyo hawakupaswa kuolewa na mataifa mengine au kuoana na Wakanani wa, wa abudu sanamu na Biblia inatuambia katika kitabu cha Wakorintho sura ya sita fungu la kumi na nne kwamba msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Ndio maana huu ufunguo ni wa muhimu sana, kwa sababu mtu anapokuwa ameongoka, yale mambo mengine mengine anaweza asiwe nayo, hata kama labda ametoka kati ya watu ambao huenda ungewatilia mashaka. Mwenzi mmoja anapomtumikia shetani na mwingine anamtumikia Mungu. Kunakuwa na shida kabisa, hamwezi kuendana. Ni lazima mkubaliane namna mtakavyolea watoto, namna mtakavyomwabudu Mungu kwa pamoja. Usitumie uchumba kama kuongoa. Usiseme kwamba nafanya uinjilisti nilete, halafu nitarekebisha. Eh, usifanye hivyo. Fanya eh, kama unashuhudia, shuhudia tu, lakini sio kwa sababu ya kutaka kufanya uinjilisti wa kuleta nyumbani kuoa au kuolewa. Tengeneza vizuri kabla hamja eh, angalia watu ambao mnakubaliana kiimani. Um, ku, uh, hili pia ni la kuangalia vizuri. Kuna watu mnaweza mkawa mnakubaliana kiimani, ukaangalia, umeona huyu anahubiri, huyu anafanya vizuri kanisani, anawahi kanisani, ukasema eh, kijana, si ndio huyu? Binti si ndio huyu? Nataka niwaambie sio kila mwanadini ambaye pia mnaendana wanadini watu wanaweza kuwa wacha Mungu lakini tabia tofauti, haiba tofauti, vitu vingine tofauti. Hivi vitu pia uviangalie. Sasa jiulize kwamba wewe uni sehemu ya familia ya Mungu na yule unayemtaka ni sehemu ya familia ya Mungu, na mnaweza mkawa wote wawili kama sehemu ya familia ya Mungu. Kijana mmoja aliandika, akaandika kwenye mtandao wa kijamii akasema, mimi natafuta mwanamke mrembo chapakazi mwenye elimu mwenye upendo mama mzuri kwa watoto wangu mcha Mungu, akaorodhesha orodha ya vitu pale. Sasa kuna mwingine akakoment akasema, kaka wewe, kati ya hayo yote una mangapi? Ndivyo alivyoulizwa. Kwa hiyo eh, hili ni suala la kujiuliza kila mmoja. Wewe ikiwa unahitaji binti mzuri, unahitaji kijana mzuri, anza kujitathmini, ili unapoingia kwenye ndoa, mnapofungua furushi la kile ulichokuja nacho, kila mmoja awe na mchango wa kuleta vitu bora katika ndoa. Vijana, ninapenda kuambia kwamba msiharakishe, usiharakishe Ms. kwenye ndoa kabisa. si maanishi kwamba chelewa, lakini tumia akili unapochumbia, usitumie tu mhemko. Omba sana kwa sababu unapoomba Mungu anakuelekeza, na ukioa uki au kuolewa kulingana na chaguo la Mungu, basi Mungu atakushikilia na Mungu atakupatia ushindi, atakuwezesha. Utamwambia Mungu, wewe ndio ulinichagulia hili jambo, nisaidie, na Mungu anaweza kafanya. Kwa hiyo na unapoomba usiombe kwa sababu umemuona kijana au umemuomba binti umemwona binti. Ndio wanasema kwamba unaomba umefungua jicho moja, unasema lakini, yule Mungu ukinipa yule. Basi hilo sio ombi ambalo Mungu anataka. Mungu anataka tumwamini, tujue kwamba ana uwezo kutuchagulia kitu kizuri. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni Mungu unatutakia vitu bora hapa kuna kijana, kuna binti ambaye huenda yuko katika mchakato wa kuchagua mwenzi wa maisha, na kwa sababu tumejifunza kwako, wasaidie kufanya uchaguzi ulio bora, ambao utawafanya wakudumu ndani yako hadi uzima wa milele. Tumeomba kwa jina la Yesu, amen. Mungu awabariki.